Si mnataka utajiri? Hii dawa ni kiboko, mwenye akivumilia ndo anaenda kuwa tajiri. Wanapewa masharti magumu kupata utajiri. Hapo zamani za kale, katika kijiji cha Mbulu kilichojivunia utulivu na amani, paliishi wanaume wawili wenye ndoto kubwa za maisha bora. Jina la kwanza ni Samani, mwenye busara na moyo wa kusaidia. Jina la pili alikuwa ni Faida, mwenye tamaa kubwa na moyo wa uchu wa madaraka pamoja na maisha mazuri. Wote wawili walikuwa wakipitia uhitaji mkubwa sana, wakiishi katika nyumba za tabaka la tatu na mara nyingi wakilala na njaa sana bana, maisha yao yalikuwa magumu yaani uchumi wao ulikuwa ueleweki kabisa, ijapokuwa walikuwa na ndoto tofauti. Wote wawili walitumaini kuwa ipo siku moja watafanikiwa na kuleta mabadiliko katika maisha yao. Siku moja walipokuwa wakitembea porini kwa kutafuta mbegu za mimea mpya, walikiasikia sauti ya kilio inayotoka kwenye pango kubwa. Kwa ujasiri wakaingiza tandani na kumwona mzee mwenye nguvu za kiloho aliyeumia na kukosa nguvu za kutoka bila kuficha hofu yao, Samani na Faida walimvuta mzee huyo nje kwa nguvu zote. Mzee huyo alikuwa na sura ya kutajabisha na macho yake yalikuwa ya yanang'aa kana nyota. Mmekuwa wema kwangu vijana wangu, mzee alisema kwa sauti zaifu, kwa kuwa mmeniokoa nitawapa fursa ya kupata tajiri mkubwa, lakini kumbukeni masharti yangu ni magumu na mstari mkali sana. Mzee yule alivyowaambia, vijana hao wawili walikubali, na akasema wako tayari kumsikiliza mzee. Alianza kuondoka na vijana hao walitembea takriban kilomita hamsini kuelekea katika makaburi yaliyojaa mengi. Mzee aliwapa masharti matatu magumu: kwanza, wasitumia utajiri wao kwa ubinafsi pekee; pili, waweze kuwasaidia wale walio na haja kijijini; na tatu, wasiwahi kukataa msaada kwa mtu yoyote anayehitaji. Akaonya kwamba ukiukwaji wowote wa, wa masharti ugawiwa malipo makali. Samana alikubaliana kwa furaha na kujitolea akitambua samani ya masharti hayo. Faida, kwa tamaa yake, alikubaliana lakini kwa shaka na nia ya kujipendekeza kabisa. Baada ya kukubaliana na masharti, mzee aliwachia wanaume wawili mfuko mdogo uliojaa fedha za kigeni. Walianza kujenga maisha yao na kuwasaidia wale walio na haja kijijini. Samani alitumia fedha zake kwa busara na kuwasaidia wenye haja kwa moyo wote kabisa. Faida hata hivyo, alianza kutumia fedha zake na kwa ubinafsi na kuwakataa wale waliohitaji msaada wake. Alijenga nyumba kubwa sana na kuwa na mali nyingi, akisahau kabisa masharti ya mzee aliwambia kuwa msivunje masharti masharti ndio kila kitu na msingi wa mafanikio. Utajiri wenu uendelee kuwa tele katika maisha yenu, lakini pili, mtapogeuka kugeuka, basi yatakowakuta ni hayo ambayo nimewaambia. Faida alianza kupata matatizo makubwa sana. Fedha zake zilianza kupotea na mali zake zikaanza kuharibika. Alijikuta akiwa na deni kubwa na hana rafiki yeyote. Samani kwa upande wake aliendelea kufanikiwa na kuwa mtu muhimu sana kijijini. Watu walimuheshimu na kumwita mwenyekiti wa huruma. Hatimaye Faida alipotafuta msaada wa kiroho, aligundua kuwa alikuwa amekiuka masharti ya mzee na kukabiliwa na malipo ambayo aliyataka mwenyewe kabisa. Faida alirejea kwenye pango alipomkoa mzee, akimwomba msamaha na msaada, msaada. Mzee alimkumbusha masharti na kumtaka arudie njia ya sawa. Faida alibadilika na kuanza kutumia utajiri wake kwa busara na kuwasaidia wale walio na haja. Hatimaye akapata amani na furaha, na akaona maisha yake yakibadilika kuwa vyema, kwani magonjwa aliyokuwa mimwandama pasi ya kuondoka, vile vitu vibaya vilivyokuwa vinamwandama vikaanza kuondoka. Mwisho wa harisi ya samari na faida ikawa somo kwa kijiji cha Mburu. Masharti magumu ureto tajiri wa kweli, na ukiukwaji wake hugaiwa malipo makali sana, hata kulazimu kupoteza maisha kabisa, kwa kutibia magonjwa ambayo huwezi hata kuyatarajia. Heri kufuata mashauri na kuwa na busara kuliko kukimbilia utajiri kwa njia za haraka, afu kaishia kwa azia yake wengine na kuishia kuwafanyia husta za chokochoko ambazo zina majibu au hasara katika maisha yako yote, utaishia kuyajutia. Na hapo ndo mwisho wa stori yetu, na hii ni Smax Films inaitwa S M A X. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili yes, really, uwe updated na video mpya tukaofuatia. Namaste.